Siri ya mafanikio Zaburi moja. Je, unataka kufanikiwa katika maisha? Siri ipo kwenye kitabu cha Zaburi. Zaburi moja moja inasema "Heri mtu yule asiyekwenda katika shauri la wasio haki." Hii inamaanisha kuwa tunapaswa kuwa waangalifu na ushauri tunaopokea. Epuka marafiki wanaokushauri kufanya mambo yasiyompendeza Mungu. Tafuta ushauri kutoka kwa watu wenye hekima na wanaomcha Mungu. Aya inaendelea, wala kusimama katika njia ya wakosaji, wala kuketi barazani pa wenye mizaha. Hii inatukumbusha umuhimu wa kuchagua marafiki zetu kwa busara. Kushirikiana na watu wanaofanya dhambi kunaweza kutuongoza kwenye njia mbaya. Jizungushe na watu wanaokutia moyo kumfuata Mungu. Zaburi inaendelea kueleza kuwa mtu aliyebarikiwa hufurahia sheria ya Bwana na kuifikiria mchana na usiku. Hii inamaanisha kujifunza neno la Mungu na kulitumia katika maisha yetu. Kusoma Biblia na kuomba hutusaidia kukua kiroho na kufanya maamuzi sahihi. Tafakari neno la Mungu kila siku. Je, unataka kubarikiwa na kufanikiwa? Anza leo kwa kusoma Zaburi moja na kutafakari maana yake. Shiriki video hii na marafiki zako ili nao wapate kujua siri hii. Subscribe kwa channel yetu kwa mafundisho zaidi ya kiroho.